Dhambi hutoa harufu mbaya, na hiyo harufu mbaya inapendwa na shetani. Kwa hiyo ili shetani umshinde na Bwana kutokee, acha dhambi, vua koti la dhambi, vua koti na uovu, nasema vua vazi la dhambi. Bwana asifiwe. Mchungaji, mi naomba sana natoa na sadaka, lakini kama una dhambi, Bwana hata kutokea. Amen. Nanielewa? Bado unanipenda tu nipunge mkono hivi. Bwana asifiwe. Nigonge nisigonge. Nigonge nisigonge. Dhambi ni mbaya. Mbaya nako dhambi mbaya. Yaani, ukiwa mtenda dhambi utakuwa unamkimbia shetani, lakini ni kama mtu anayekimbia kivuli.